Hii ni taarifa ambayo inaumiza moyo kidogo, kwa sababu shirika la habari la Uingereza, yaani BBC limetoa ya taarifa inayovunja moyo sana, likikusanya ushahidi unaoonyesha kuwa majeshi ya Israeli yamekuwa yakiwalenga watoto kwa makusudi katika maeneo ya kichwa na kifua. Kulingana na ripoti hiyo ambayo imetolewa na BBC, wachambuzi wa majeraha ya watoto waliofariki umeonyesha muundo wa kutisha zaidi, ambapo ripoti hiyo inasema kuwa zaidi ya asilimia sitini watoto waliouawa walikuwa na muundo huu wa majeraha, yaani risasi kwenye kichwa na au kwenye kifua. Muundo huu wa majeraha unaonyesha dalili za ulengaji wa makusudi, yaani deliberate sniping, kutokana kwa wapiga risasi wa siri yaani snipers, badala ya majeraha ya nasibu yanayotokana na mashambulizi ya kawaida. Ikiwa matokeo haya yatathibitishwa kikamilifu, yataongeza uzito mkubwa kwa mashtaka ambayo yanayoelekezwa kwa Israeli kuhusu uharifu wa vita na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Lakini ushahidi huu ambao ulisababishwa na uliowasilishwa na BBC, moja ya vyombo vikuu vya habari duniani, unaweza kuongeza shinikizo la kimataifa dhidi ya Israeli na kuongeza kasi ya uchunguzi wa kimahakama ikiwemo ule unaoendeshwa na mahakama ya kitaifa ya kimataifa ya uharifu, yaani ICC. Israel inatarajiwa kukanusha vikali ripoti kama hizi, kama ilivyoelezwa katika masuala yanayohusu jeshi lake. Bana, nadhani katika kitu ambacho kinaumiza kwelikweli ni mwenyewe nilivyokuja kukutana na hii habari, ambapo watoto wanaonekana wakishambuliwa kwenye vichwa sambamba na kwenye moyo, imeonesha ni habari ambayo kila mmoja amehuzunika kwa nafasi yake, lakini imeonekana kama ni jambo ambalo kiukweli linaumiza, kwa sababu kushambulia watoto kwenye vichwa ama kwenye moyo, tafsiri yake ni moja kwa moja, unataka kupoteza uhai wa huyo kiumbe. Sijui kama hizi litakuja kujibu kwa namna gani, lakini kwa toza mwanzoni, ambazo zimetolewa na ushahidi ambao umetolewa na BBC, basi umeonesha wazi ya kwamba Jeshi la Israeli lilikuwa linawalenga watoto kwa makusudi kabisa ili kuweza kuwaondoa uhai wao.